Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tusali novena ya Roho Mtakatifu, ikiwa leo ni siku ya tisa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Novena ya Roho Mtakatifu, siku ya tisa. Roho Mtakatifu anatupa mapendo. Maandiko Matakatifu yanatuambia ya kuwa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, ndiye upendo katika Baba na Mwana. Upendo kujieneza naye, Roho Mtakatifu aliye pendo lenyewe la Mungu kupenda kujieneza na kujishirikisha nasi na kuwasha ndani yetu moto wa mapendo yake. Roho Mtakatifu ndiye mwenye kututakatifuza roho zetu kwa neema ya utakaso. Neema hiyo ni uzima wa Mungu ndio huo upendo wa Mungu unaoshirikishwa. Roho isiyo na neema ya utakaso imetengana na Mungu, haina uzima wake, haina upendo wake. Kwa hiyo haiwezi pia kuwa na mapendo ya kweli ya jirani, ingawa tunaona ishara nyingi za watu kupendana kindugu hapa duniani mapendo hayo si mapendo ya kweli wala si kamili, kama yanavyotokana na neema ya utakaso rohoni mwa mtu. Kama hakuna neema ya utakaso ndani yetu, Mungu pia hayupo kati yetu. Roho Mtakatifu anatuunganisha na Mungu katika upendo. Pasipo na mapendo, hapana mapatano hapana masikilizano wala muungano. Watu wanaopendana wanaungana na kulingana katika fikra zao na nia zao. Roho Mtakatifu anayetutia mapendo rohoni na kutuashia moto wa mapendo ndiye anayetuwezesha kuwa na mawazo ya namna moja na nia moja. Watu wanaopendana hupenda kukaa pamoja, kuishi pamoja na kusaidiana Roho Mtakatifu aliye chanzo cha mapendo ya kweli kutuweka pamoja katika kanisa lake, ukaa ndani yetu, ukaa katika kanisa na kuwasha moto wa mapendo yake ndani yetu. Roho Mtakatifu anatuwezesha kukaa kwa amani nyumbani, kazini na katika jumuiya zetu. Basi tumuombe sasa Roho Mtakatifu tumwombe sasa Roho Mtakatifu atuongezee hayo mapendo yake ndani yetu. Ewe Roho Mtakatifu, washe pashe meatu kumoto wa mapendo yako, upate kuwapenda jirani zetu kama. Tunakuomba utusikie, udumishe ndani yetu neema hiyo ya mapendo yako, tuweze kuishi kwa amani leo na siku zote za maisha yetu. E Bwana, meema na oeza kuyapinda leo, tunakuomba utusikie. Uongoze nia zetu na maazimio yetu yalingane na juhudi zetu za kutaka kuleta mafanikio ya roho na mwili kati yetu. E Bwana, tunakuomba utusikie. Bariki hii. Baada ya maombi haya, tuwe na juhudi ya kutimiza vyema zaidi wajibu wetu wa Kristo kwa kwa moyo mkuu. E Bwana, tunakuomba utusikie. Utuwezeshe kueneza mapendo na amani kati yetu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 Tusaidie kutekeleza yote yale tuliyokusudia kutenda. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, na awe rohoni mwako. Apende kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Tusale pamoja, novena.